I love you. I love you so much, Nayana. Nimeamua kukwambia haya kwa sababu nakupenda sana, namba pokea zangu. Cool down, cool down, tulia, tulia, tulia, Nayana. Okay. Nayana, okay,

Nayana weni, msichana mrembo sana moyo wangu natamani kwambia kitu ah. mm -mm. kitu leo, kwanza stakiombia kitu chochote, niachi niongee mimi tu, maana na furaha hata ivomenuwai, maana nilikuwa nataka nikuite wewe hapa na furaha sana leo. Em, subiri kwanza, Nayana, unataka kuongea nini tena? <sighs> <sighs> <sighs> akati mito mbili na kwanza kuongea eh, siku ya leo haielezeki. Unajua haielezeki Tomi, haielezeki kabisa. hivi si unakumbuka jinsi ambavyo nimepitia maumivu kwa Justin wewe? Si unakumbuka nilivyoteseka mtoto watu silali nalia silali na hey, naamini na nimenyoosha mikono Mungu ameniona. Hey, nikwambiaje Mungu ameniletea mwanaume ambaye nilikuwa namuota siku zote. Mungu amenisaidia kuniletea mwanaume ambaye yaani nilikuwa na nawaza kabisa nitampataje huyu mwanaume nimempata mwanaume handsome, kwanza ni mrefu, alafu ana macho fulani hivi analipsi si eh! Nikwambiaje Tommy afiki yangu ni mzuri, ni handsome Tommy. Ya, umesema ni mzuri sana eh? hey, hey. Ni mi mzuri ni hensam kaka, ni mrefu si mi mwenyewe. Kwanza najiona nina bahati kumpata mwanaume. Niulize jina kwanza, anaitwa nani? <laughs> ke jina tu na jinsi ambavyo alivyo. Ah, jamani, nimekufa mimi, nishazama mazima mwenzako. <hihi> Ehe nailohua mwenzangu la nani. Unajua nini, nayana wewe, ni besti yangu wa mda mrefu sana, tumesaidia na vitu vingi kwa hiyo nilikaa nikawaza nikasema nikuletee zawadi hii, inadumisha upendo wa urafiki wetu. na yani, wow. <laughs> Basi leo siku yangu ya bahati. Nipe basi, nipokee. mm -hmm. Usijali. Uh, sikuja kukaa, nilikupigia simu tu kwa ajili ya hilo. E, ua wow. Kwao naomba niondoke. Asante rafiki yangu. Mungu akupe moyo huo huo, usibadilike tabia. Kwanza nikutii kidogo, mpata boyfriend

Mbona uko na maua? mm -hmm, nimepewa tu kama kama zawadi zawadi. Umetoa wapi? Atakuwa nani mwingine kaka, sio Tommy? Oh, Tommy. Ah, okay. Mimi sina wasiwasi wote na Tommy kwa sababu urafiki wenu unaofahamu kwa muda mrefu sana, ila jambo la msingi tu ambalo unapaswa kufahamu ni kuwa naye makini na kuhakikisha unadumisha urafiki wenu kwa muda mrefu sana hata toa, mm -hmm. Ha, mimi naswahi kuwa na rafiki kama chomi, na ndio maana hata urafiki wetu unaendelea kudumu. Nasamini sana furaha yako, kwa hiyo kama make you happy kwangu ni jambo jema sana kama kaka. By the way, mimi naondoka nenda kupambana, so baadaye nikirudi nadhani tutaongea zaidi, sawa. Alafu nataka kusahau mm -hmm. kitu ukirudi na bonge la surprise, nataka nikuambie. Ah, sawa, uzuri nitawahi kurudi na nitakuwa nimejiandaa vijanda vema sana kwa ajili ya surprise yako mdogo. Sawa, ukirudi utanikumbusha. Kwema? Fresh ito, mbona kinyonge sana. Kuna matumaini kweli huko? n yani, huwezi amini, siku ya leo imekuwa mbaya sana mwanangu, akili yote imevurugika. Hapa mbona hivi nilivyopendeza, ni kwa sababu nilipanga siku ya leo nikamtamkia ukweli kama nampenda. Huwezi amini, nimefika pale ananiambia kwamba amepata new boyfriend ana mwanaume mpya na anampenda sana, kwa kipindi hichi kifupi ambacho amekutana. Yaani hapa nimeishiwa nguvu, sina hata amani ya moa. Ndugu yangu sila, tunafanyaje? Kwao kupendeza kote huko, kumbe ana na mwanaume mwingine an ah. Hata siwezi kuamini, imani yangu nanituma kama alikuwa nantania, maybe labda anapima hisia zangu, kwa sababu mi na imani ananipenda ah kama na mwanaume sijui nalitatua vipi liswala ah. Sio kweli, yani mwanamke akiamua kia kuambia ukweli kuambia ukweli itakuwa kweli na mwanaume mwingine, kwa hiyo nakuaje sasa, hacha ah, tuni wezoba kwa sababu subira yangu ndio imeniponza, naelekea avyo ah. Kama kawaida, naenda kunana na Beatrice. Wewe tena nao Beatrice wako, utakuja kufa kiolo mbwa wewe

kitu gani ambayo sija kufanyia mume wangu, lakini leo hii malipo yake ndio hayo, leo nilipia, si ndio? Najua ukiondoka siku mbili auli nyumbani, najua ni mtu wa kilevi, unalewa kila siku, lakini leo ukaamua kabisa unidhihirishie kwamba unafanya ayu, meniuma Mume wangu unaniletea nguo ya ndani tena iliyotumika. Mume wangu mimi nimekosia wapi? Au kuna kitu gani kibao ambacho nimekufanya ambako unanitendea madhara kama haya? Sikuwahi kutegemea hata siku moja katika maisha yangu kama nitakuja kukuta nguo ya ndani ambayo iliyotumika. Ina maana mume wangu unanichiti hiyo nguo ndani ni ya mwanamke ambaye anampenda tulizo la moyo, mwanamke ambaye anajua kunyumbulika, anajua nini maana ya mwanaume, anajua nini maana ya mahaba, na si kama wewe ndani upo kama gogo. Yaani, kuna wakati nakuwa ni nawaza kwa nini narudi nyumbani mapema, sipati hitaji la moyo kwako nambulia tu maumivu, acha nifanye nje. Kwa sababu yani, hauna mvuto uyo. Mimi sifanyi chochote kwako. Huyo mwanamke wako ndio anekuridhisha, na ndio maana ukabeba nguo yake ya ndani na kuniletea ili nione mume wangu mimi nafanya, alafu sijaanza leo wala jana. Na yomba yanguaa msaraha, huyu ndio anajua thamani ya mume na thamani ya mwanaume, na hapa napotoka kurudi nikashuarut naenda kwa

mrefu hapa, tukiwa tunamsubiria tu mtu mmoja mimi nilikuwa na imani basi, kama utambulisho nitambulisha siku nyingine, usie na haraka. Usi, sasa hivi anafika umuone. <laughs> mpenzi wangu, nimechoka ba amna. Um, anafika sasa hivi tu mvumilia, simekwambia vumilia au niamini mimi, sasa hivi anafika subiri tu dakika chache. eh? usijali, hamna nichelewesha. Tomi no. Bila kuchelewa shemeji yako. PK. Ah. Uh, ndo boyfriend wako anaitwa PK, hivyo eh? Nashukuru na kufahamu sana PK. PK Shem, kama shem. Shem kama shem <laughs> Shem Ayana, uwe ni rafiki yangu sana muda mrefu, na urafiki wetu umedumu kwa kipindi kirefu sana. Kwa hiyo unapopata mwanaume mpya, natakiwa nimfahamu. Kama rafiki yako, inabidi tambue udhaifu wake, matendo yake, na vitu ambavyo anavifanya kwa ujumla. Sitegemei kama utaumizwa tena, kwa sababu ushatoka katika situation ya kuumizwa katika mapenzi. Mwam kama mwam, uh, shem kama shem <laughs> Milaba, labda ni kutoe hofu kwa hilo yaani, ondoa shaka kabisa kuhusu hilo na, yaani, anampenda sana, nampenda kikoka kitu chochote. She is my best friend, ni rafiki yangu ninampenda sana, na nimetoka naye mbali kuhakikisha salama maisha yake huko mikononi mwako, na maanisha furaha yake, kila kitu anachopaswa kustahili katika mapenzi. Mi yangu ni hayo tu nayana, mi ningeomba niondoke basi. Sawa, lakini nimefurahi pia leo, nimetimiza lengo langu, maana kila siku unalilia nikutambulishe haya. Leo nimekuletea shemeji yako ndoi Huyu ndo wa kwanza na ndo wa mwisho sawa. Ila na anaomba baadaye uje nyumbani, nataka nipeleke dukani nipate nguo. Hakuna neno. Sasa mimi nani nikatae, lakati ninafikia kwa damu sana. Shem kama shem, shem kama shem. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sawa kweli. Aya, bestie Okay. Huyu uh, ni rafiki yangu anaitwa Tumi, ni rafiki yangu wa kitambo yani yeye nimeanza naye tangu primary sekondari, shida yake shida yangu, mpaka tulipofikia ya hapa kwao. Naomba umchukulie kama sehemu ya ndugu yangu au sehemu ya familia yangu mm, na na Mbona nje? Ya, yeah, nimeamua kuchile nje mwanangu stress unajua? Okay. Nini mbaya sasa? Sasa mbona umekaa nje? Unajua, nimeonana na Nayana leo. Nimekutana naye kwa sababu sababu ya kumtambulisha bwana wake mpya kama nilivyokueleza kwa awali. Usiamini yule mwanaume mimi namfahamu. Kuna siku moja kati naelekea zangu gym, nikawa nimemwona ujamaa. Yaani usiamini alikuwa anafukuza demu wake, ni mjamzito mwanangu kumpiga jamaa, uh -huh. Hey, naonekana nalombaki na hayuko sahihi sana kwa Nayana. Unafahamu fika kabisa nampenda sana Nayana, yaani ninampenda vilivyo sana. Mimi nimeanza hapa, bora nikamwambia ukweli Nayana kwamba yule mwanaume si sahihi kwa upande wake, yaani bora tuachane naye. Naelewa, lakini sasa hata ukimwambia, mi nahisi kazi bure, kwa sababu hauna evidence yoyote. Hata kama sina ushahidi Eh, lakini nimemuona ma, kwa macho yangu na muona kabisa mtu anafanya mambo ya kimbavu, yani muona miji si gani ninavyompenda, yana siwezi kulikubalia hili swala lipite hivi eh. eh, nunu, kimya, eh, kombata, nichukia, ubinti, hivi lazima tu nimwambie ukweli yani. Una nishauri tena tunikae kimya ni nyamaza kwa sababu sina ushahidi bro eh kwamba atanichukia ubinti sivi na hivi? Mimi sikuelewi, kwa hiyo mafaka, mimi sielewi, hata kuna nilikuwa nawaza nikukotoe namna ya kufanya. Kwa hiyo acha tu niendelee kuwaza. Basi poa, mimi narudi ndani basi. Fresh. Unataka kwenda kucheza ile game, cheza mwenyewe, mimi simu yangu imeshaisha chaja. Okay. Poa basi. Lilala wapi? Unaniudia saa hizi na umelewa. Kwa nini lakini mume wangu, kwanini mimi unanifanyia hivyo? Alafu kumbuka mimi ni mkeo wewe. Mimi hapa ni kwangu, iwe imeingia saa mbili, saa tatu, sijalala ndani hii nyumba ya kwangu. Ujawai kusikia baba kwenye gari? Ila baba mwenye nyumba nipo na ndo mimi nitakayeweka mpango nionekane baba tena mwenye gari. Kwa hiyo wewe, wewe unaniuliza maswali kama nani? Ni sawa, lakini kumbuka kwa mimi ni mkeo, tena ni wa ndoa. Mume wangu mimi na wewe tumefunga ndoa, likumbuke hilo. Huyo mke kwanza, swala mke kwanza kwangu mimi toa mi sijawahi kuoa huyo ndoa umeoa mwaka gani ilikuwa kanisani, msikitini iwao kwenye manii maekaru kwenye nini, um, lini umefunga ndoa na mimi hiki unachokifanya no sio haki hata kidogo basi niangalie na mimi mimi ni mtoto wa kike ona nyumba nzima nabaki peke yangu akati mimi nina mume

Unaonekana umechagua nguo nzuri sana leo yeah. Na bila kwa mimi pale ungepigwa hela nyingi sana unaonekana sio mjuzi sana wa kuchagua nguo. Hamna eh? Um, kawaida tu nayana. mm -hmm. Kuna swali naomba nikuulize. mm -hmm. PK, najua umenitambulishe kwa ni mwanaume wako hivi unamwamini kweli? Of course namwamini sana, kwa sababu kwanza ni mtulivu, mkarimu, ananijali na akiwa na mimi hajawahi kuonyesha hali yoyote ya utofauti, kwa hiyo namwamini asilimia zote. Ah. kuna tatizo kwani? Hapana, hamna shida yoyote. Kama unahisi ni mkarimu kwako, sawa, hakuna neno. Kama kuna shida naambie, ulitaka kusema nini? Nayana, mimi acha nikueleze kila kitu. Mi najua ni rafiki yangu mda mrefu sana, naelewa, lakini moyo wangu umebeba hisia kubwa sana Nayana kwako. Kuna wakati mwingine nitamani kuliongea ili niongee ukweli juu yako nidhihirishe wazi kwamba nakupenda. Yule pikia hayuko sahihi katika maisha yako, ni mwanaume mbaya, hawezi kuenda nafasi ya hisia yako katika maisha yako Nayana ni mimi mwanaume pekee ambaye nakupenda ukiachana na urafiki ambao tuko nao, mimi ninahisia na wewe, nakupenda sana na yana We, ni stupid eh? Una akili timamu, Tommy. Nisikilize nikwambie katika maisha yako sahau kama utakuwa na mwanamke kama mimi. Sijui umenielewa? Alafu nampenda sana mwanaume wangu nikimaanisha nampenda sana PK. Sijui unanielewa, na kuanzia leo hii naomba mimi na wewe urafiki wetu uwe basi. Natamani angejua maumivu naumia, natamani angejua ninavyompenda. Natamani angejua maumivu naumia, natamani angejua navyompenda. Limenituta gonjwa dharili, gonjwa na moyo na mwili, limenishinda kaba na akili, siwezi ficha isiri.